Amani, amani katika Bwana. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako kama kawaida ni mimi Safari Almas na kuomba tega sikio. Taarifa yetu ya habari itaanzia na huko Rugezi. Ni kwamba mapambano makali bado yanaendelea kuripotiwa kati ya wazalendo dhidi ya ngomino katika kijiji cha Rugezi, sekta Mutambala, tarafa ni Fizi, tarafa la Fizi ambalo linapatikana jimboni Kivu ya Kusini, na kusababisha raia wengi wa eneo hilo kuyaama makazi yao kutokana na mapambano hayo. Akizungumza na TV yako bwana Remia Londa, msemaji wa wazalendo kundi la FPDC, ameanza kwanza kutoa picha ya kile kinachojiri maeneo ya mapambano eh: ngome zetu za zilivamiwa na adui Apolokechi katika sekta ya Mtambala kwa sababu eh, tiraneho alitaka eh, kuja wavamie Apolokechi ili wapate kupita na kushuka katika eh, nyanja za kati hapo katika mji wa Mkera ili wapate kupata njia ya kwenda Fizi na kwenda Baraka, ila walipambana kweli na vikosi vyetu. Na istoshe, tunaweza taka tuwajulishe kwamba kila siku adui kuna ndege ambayo ipo natoka kutoka Rwanda inafika Goma, Goma inakuja hapo Minembwe na ipo nazidi kuongeza nguvu za adui na adui paka sasa hivi anazidi kupata nguvu zaidi. Na kwenye mapambano ya jana, baada ya sisi kuwapambana mida saa 4, adui alipata ramforo ya kwanza, ila tukasimama tukapambana naye kufika mida saa 7, akapata ramforo ya pili, na alikuja na nguvu sana, kwa sababu alipata ramforo ya, ya silaha jeshi na vifaa vingi, ila jeshi la FPDC likaona hapana, tufanye repli stratejik, wakaingia katika kijiji cha Lokechi. Baada wao kuingia katika kijiji cha Lokechi, waliunguza kijiji, wakachoma vitu vya raia iba maduka na vingine vyote vya raia. Baadaye kaja kurudi tena kwa nguvu zaidi jioni na kumfukuza adui katika mji, ila kwa muda huu naweza kukuambia kwamba e, Lokechi sasa hivi inatawaliwa na nani na sasaivi, jeshi la FPDC. Sasa hivi jeshi la FPDC ndio watu ambao tuna kontrole kijiji cha Lokechi na bado mapambano yanaendelea. Mm, ndiyo tutakuja kuwapa matokeo mengine baadaye, ila bado mapambano yanaendelea na tutakuja kuambia nini kinachoendelea. Aiza kuhusu mateka waliomshika wakati wa mapambano, hatima yake iko vipi? Remia Londa alijibu mara tena kuhusu mateka, mateka ndiyo amefika Uvira, tumefika naye jana hapa Uvira muda ya saa nne usiku ndo mateka ule Shima Patrick ni mtoto bado wa chini ya miaka kumi na nane, ina maana under 18 kwa Kiingereza, anasema hivyo ndiyo alikuwa recruited Rwanda pale Bugarama, yaani yeye ni Mnyarwanda ambaye baba yake ni Munyarwanda pale Bugarama, na waliletwa kwa sababu wa kuja kusaidia jeshi la Turwaneho ndo ndo walikatolewa huko kwenye mashule na kuletwa. Sisi SPD hatuwezi hata siku moja kuwa mateka, kwa sababu sisi tumefunzwa kwamba tukimkamata mateka ni lazima tumpeleke kwa uongozi na uongozi lazima wapate kumpeleka sehemu ambapo tutakapoonesha Umoja wa Mataifa na watu wote kwamba nchi yetu imevamiwa kama tunavyosema, na tunakataa sana watoto kuingizwa kwenye mambo ya, ki, ya, ya, ya kijeshi, kwa sababu nafasi ya mtoto sio jeshi bali nafasi ya mtoto ni, ni kwenda shule, na ndio maana tuliamua tumlete kutoka kwa kwenye uwanja wa mapambano, na tuje tumkabidhi mbele ya viongozi wote wa province wapate kuona na viongozi wa kimataifa, ninyi waandishi wa habari wa na wengineo, mpate kuona na kujua kwamba kweli mta traneo wako na watoto na wanatiketia watoto, ambayo ni ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria za vita. Kamanda wa chama cha SNPC Amuri William Yakotumba amekanusha habari zilizozagaa mitanda ame kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejiondoa kwenye shamba la mapambano hasa mjini Uvira. Huyu amesema bado yuko kutetea udongo wa Kongo. Katika mazungumzo nasi Kamanda Muri William Yakotumba amewataka raia kuachana na habari za uongo hasa zile za kusababisha wasiwasi wasi kwa raia. Kamanda Muri anaeleza kwenye TV yako. Nimetoka kwenye shamba la mapambano naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano, tulionana na waziri. Na baada ya kuonana na waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Nasema ni na niko nasema na wote kwenye front na vikosi vyote viko kwenye front na hakuna hata askari mmoja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuaka. Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui ndio wanafanya hiyo uzushi donk, wasipate mahabari ya maadui hiyo ni uzushi mtupu, na sisi tunaendelea tu kwenye mafron, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia raia ibakie kalme. Hatujawahi kutoka kwenye fron na hatutatoka kwenye fron, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko sisi. Sisi tuko nafanya kazi au sikio kazi tuko nafanya kule Nyangezi kule Mumosho na wapi na, na Nyantende, sisi tunaendelea kufanya kazi imisha vita sisi hatujawahi kusimamisha vita, lakini raia wa, wanakuwa na masikitiko kwamba kuona wakati mnapoendesha mashambulizi kwenye vijiji vya eneo hilo manyantende, manyangezi na vingine hapo ambavyo vinapatikana kwenye kilomita chache na mji mkuu wa Bukavu, mnapokuwa mnaweza kuvishikilia baadaye tena mnakuwa mnaviachililia. Kamanda, hii inakuwa natokana nini zaidi sana? mipango ya kijeshi hamuwezi jua, na wengine hawawezi jua mipango ya kijeshi. Kila vita inakuwa kama jina lake. Kuna vita tunaita gerila, kuna vita ingine na vita ingine, tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe, hatuna neno. Mwisho huwe kamanda Muri William Yakotumba, amewataka raia kuwa watulivu na kuendelea kuweka matumaini kwa vikosi vya wazalendo kwa ajili ya kukomboa nchi ya Kongo. Kama vile wazalendo sisi, ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao basi hatujakuwa watu wa kwenda kwenye meza majadiliano kuunda guvernema ya union nationale. Sisi hatujaona kule. Sisi hatuoni kule. Sisi tukuwa naangalia yetu ni kupeleka adui tumuvushe, basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo, faida hui yetu sisi kuchukua silaha. Faida yetu ni udongo eh? Tukuwe wanani, tutakuwa na sisi marahisi kuwa mawaziri? Ovile tulisha tuchukua silaha sau tukomole udongo bwana, hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo ukombolewe basi, vile wafanya siasa tunaacha kule wetu. Kwenye hotuba yako ya mwisho kabla hujajielekeza kwenye shamba la mapambano huko Kamanyola, uliweza kuhakikishia raia kwamba kuna vikosi ambavyo umeweza kuviacha kwenye milima inayoinukia tarafa la Fizi, lakini ukiangalia kwamba vile adui anakuwa kama vile na nguvu nyingi kamanda, na hii inaendelea kuwapa raia wa eneo hili la mji wa Baraka na tarafa la Fizi wasiwasi wasi mkubwa, sijui utawahakikishia nini kutokana na usalama wao. Kisha hatuoni nguvu ya adui, hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha hata fasi zingine zote watakapojaribu jaribu, nazani watapata cha mtemakuni tu. Tunajua vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia ibakie kalme, trankile, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na vinaendelea kufanya doria na mipango ingine hiko kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule donk, tunawaminifu sana na jeshi letu ambayo tuliacha kule na lingine tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Ujumbe wetu raia ibakie makini, ikuwe kalme, isiangaike na chochote kile, asubirie kila kile ambacho kitaendelea tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu. Basi na waendelee kushirikiana na sisi pamoja, sababu tunajua kwamba wakati raia tunashirikiana pamoja, kazi itakuwa nzuri na raia anatupenda, vile inatupenda na sisi tunapenda raia yetu. Hatutatrahiri raia yetu, hatutatrahiri udongo wetu, hatutatrahiri nchi yetu. Ile njo habari raia wanapasha kujua. Baada ya waziri wa taifa husika na ulinzi nchini DRC Jika Bombo Mwandia Mvita kufika katika mji wa Uvira siku ya kwanza wiki, maoni mbalimbali yameanza kutolewa na wananchi, ukuwa mmoja wa kirai kwa kile ambacho waziri alikiongea, ni kitu ambacho hawakutarajia wa kulingana na hali iliyoko kwa sasa mashariki mwa nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo na tv yako Andrebi ya Dunia, mashaka notable wa upande wa kusini mwa jimbo hilo ameanza hapa kutoa namna ya mchakato wa kuonana na waziri ulivyokuwa. Uh, mimi, mimi binafsi nilikuwa Bujumbura paske kisha kupata information kwamba waziri wa mambo ya ulinzi atakuwa atakuwa Burundi alipitia uh, Dar es Salaam na tukasikia kwamba hata fika Uvira, ilibidi mwenyewe nijikaze nifike Bujumbura, na ninashukuru vice guverneur Bwana Jean Jacques Elekano ametufasilite kumwona yeye waziri. Na nilienda pale Dimanche, nikamuona waziri, ilikuwa uzanviro ya saa tano ya usiku kwa maongezi. Nilimwambia kwamba atusaidia afike Uvira, kama hata fika Fizi, afike kwanza Uvira, aone situasio ambao wazalendo wanapitia. Nikakuta visi guvernere sevra chapel de ville naye na akanirasire kwamba ndio hivi, mnainsiste nitafika Uvira mpango wangu ulikuwa tu wa kufika Uvira. Alifika jana sasa lendi saa 11:30, na wakati alifika aliongea na raia hapa Korompwe Kavimvira, na kuwapatia salamu za president wa republiki bwana Felix Tshisekedi Chilombo, lakini pia alienda kukutanana na akushe karibuni zote za raia. Aliongea na société civile aliongea na wanotable wa muji na akaongea pia na wazalendo na wamama na vijana. Na kwenye mazungumzo kwa ufupi ambayo nimesikia anasema ni kwamba kunakuwa kila mara pesa ambazo zinatoka kwa kusaidia ha, kwa kuapie maefori ya wazalendo kwa kazi ambayo wanaifanya e, na anasema kwamba me, anakuwa na huzuni kubwa kudekuvire kwamba zile pesa hazifikaki na akaprometre kwamba kutapashwa kwa ma sanction kontre wenye vanakamatakere makuta na haitafika ku destination katika muji wa Baraka ni kwamba hakuna shule yoyote ile inayoruhusika kumfukuza mwanafunzi kwa ajili ya kutokulipa pesa. Ndivyo amesema hiyo coordinator makamu wa shule za kibinafsi mjini Baraka na tarafani Fizi Sepako wakati wa mahojiano na TV yako. Hivyo ni katika kikao alichokiendesha akizungumza na TV yako, bwana Idi wa Kilongo Samuel, coordinator makamu wa Sepako, amesema kuwa kwa sasa magumu anayoyapitia ni mengi na ni vyema wazazi kulipia watoto wao mapema licha ya kuwa hairuhusiki kufukuza wanafunzi. Eh, magumu yako mengi paraporo ile ya, ya batoto kutokuheshimu saa za masomo, eh, kuevana na malipo ya wazazi, wanakuja wanalipa nyuma, eh, kufukuzwa vitu vya vile, alo tukaona hapana, si vizuri vyavili, tuitishi wapomote kwa kofumbana na eh, instruction ambazo zilitoka, airusiwi mtoto kufukuziwa, airusiwi mtoto kupigwa fimbo, airusiwi watoto kuchachelewa bila kujulisha viongozi wa masomo Kibinafsi tumejitahidi tuliongea na kusema kwamba tutaendelea kufanya sensibilisation waliwashe kutablisma juu probleme ni kusema ke problemu ya insekurite watoto wengi wanachelewa sana, na wengine kulipa hata wazazi, nakuwa ni shida. Nakuta watoto wanakuja shuleni, lakini malipo inakuwa hafifu sana natuma na tuliona hatuwezi kansa vile, viongozi tuitishe kuwa masomo, tuwapatie mastrateji ya kusensibilize beaucoup plus wa wazazi, kuwaitisha kufanya mareunio na kuonesha ke mwaka unaisha ada22 jour kunabakia tu 59 jour. Sasa kama watoto wataka kama niwakuji juu ya malipo watariskie kukosa maame ambayo iko hapa mbele yao, na ndio maana tuliona tufanye kwa haraka kwa siku zinazobakia, wazazi watume watoto mbiombio mashuleni na wakuu wa viongozi waendelee kuwa julisha juu ya malipo juu siku zinaendelea kusonga mbele. Ni kwa wazazi kufika kwenye viongozi wa shule, wasibatilie manyumbani eti mtoto wangu amefukuzwa, mtoto ametatizwa hivi. Ni kwa mzazi kutoka nyumbani kuja shuleni kuona wale viongozi wa shule na kuonesha magumu, nao watawaelewa vizuri kuliko kutia watoto manyumbani. Si vizuri zaidi. Wazalendo wa jimbo la Maniema wapatikanao mjini Kindu, mji mkuu wa jimbo hilo, wametaja kushukuru jimbo la saba la kijeshi kupitia kamanda wake kwa muda wa kuwapatia hifadhi nzuri ya kukaa kisha kufanya siku nyingi wakiwa wanakosa hifadhi. Katika mazungumzo na TV yako, mkuu kiongozi wa wazalendo hao wamesema hakuna msaada wowote wa jimbo uliyowafikia, huku akiomba vijana wote kujiunga na jeshi hilo la akiba ili kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingine iko ni kwamba rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange ametangaza kurudi nchini DRC, ila bila kubainisha kuwa ni muda gani atakaporudi, hivyo ni kisha ya kufanya mwaka mmoja akiwa nje ya nchi. Katika barua aliyoiandika, amesisitiza juu ya msimamo wake kuhusu hali ya usalama ya nchi ya DRC. Hali hii ya kurudi kwake imekuja katika hali ambayo nchi iko katika hali ya mzozo, jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanakabiliana dhidi ya AFC/M23 mashariki mwa nchi. Alhamisi pa Johannesburg wa mambo ya nje Teresa Kaikwamba Wagne amesema kuwa kuna wazifa uliotengwa kwa ajili ya Kabila katika harakati za kutafuta suluhisho juu ya hali ya kiusalama. Tarehe 18 Machi 2025, akiwa Johannesburg, Joseph Kabila Kabange alitupilia mbali madai ya yeye kuwa nyuma M23 FC. Akiachukulia madai hayo yasiyo na tija, aliomba kufanyika njia mbadala kutatua mzozo uliopo, wakati wa mazungumzo yake na Rais Mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, hukuwakirai kuwa kila mtu atazungumzia kuhusu Kongo isipokuwa Kongo Mani. Tamko la kurudi kwa rais huyo wa zamani limekuja wakati ambapo chama chake cha PPRD kimedai kurudi kwa kasi katika siasa, hivyo ni katika kumbukizi ya 23 tangu kuundwa kwake, huku kikieneza miaka misita tangu kukosa urais mwaka 2018. Shutuma zinazidi kumwandama rais wa zamani Joseph Kabila, ambapo pakikwiti Jean Pierre Bemba, waziri wa zamani wa ulinzi, alihakikisha kuwa Kabila yuko nyuma vikundi vingi vyenye kumiliki silaha katika majimbo DRC. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almasi. Sina la ziada, bye bye. Baibai.